ya ndugu zangu eh, nipende kuwaomba kitu kimoja e, eh, tuzidi kutoa ushirikiano kwa vyombo vya ulinzi na usalama kama mtaani kwako, kwa sababu najua majangili mit, yani, mipango yote inaanziaga ni mitaani. Vibaka wote wananishaga mipango yao ni mitaani. Sasa cha kufanya leo hii, leo hii tarehe tisa, cha kufanya naomba popote, eh, popote baba magenge magenge, magenge fulani ya vijana hapa, nitaka hata kuchoma tali kufanya nini na nini na nini, yani ukiwaona tu au kisikia mipango na posti namba za polisi hapo chini, maana zilipostiwa juzi, ndipo posti tena, ili mtaa wako usionekane una dosari wakaleta madhara na kwa watu wengine, maana au vibaka au au wanaojiita kwamba wenyewe wanakuja kukiwasha, toa taarifa mapema, maana vyombo vya ulinzi na usalama viko tayari kutoa ushirikiano kwa namna yote ile. Kwa unapoona pale, mtaa wote ule ambao unaishi kuna vijana chungula tu dilishani, afu nakupa namba za simu hapo sasa hivi, naziandika hapo chini kwenye caption yangu, piga simu, toa taarifa fasta. E, kazi inaendelea yani, hakuna kulala, hakuna bila kuchoka, mpaka watubu. Yani tunawasakama mpaka dakika ya mwisho.